Bwana ya huyu mama aliuwawa, alikuwa pale Hilton pale juu. Alikuja akaitwa, akaambiwa kuna watu wanaita we pale chini. Awa watu hakuwa Onyango, hakuwa Msioka, hakuwa Onyonga, hakuwa Kiplagat, hakuwa makwere alikuwa ni kamau na jogona na kemani na mwangi ni mwaitora ndarauga akunyanirwe andu ako akunyanirwe ni andu ari ko akunyana ria araa makunyanaire JM no makunyanaire ma ndeeni ke mathia nyumba eno itu